Sa, ambao waangalizi wa kimataifa wanasema haukuzingatia haki wala haukuwa huru, na mamlaka zinakabiliwa na maswali mengi kuhusu mauaji yanayodaiwa kufanywa na vikosi vya usalama. Lakini wakati kwa kiasi kikubwa lawama na hasira zikielekezwa kwa Rais Samia Suluhu Hasan, wakosoaji wanasema ana washirika wake wanaopaswa pia kubebeshwa lawama. Je, ni kina nani? Ripoti ifuatayo inasomwa na Bakari Ubena, inakupa taswira ya wanaotajwa Kilio cha Watanzania na hasa waliopoteza ndugu na jamaa zao kufuatia vurugu zilizotokea kinaendelea kusikika japo kimya kimya na kwa hofu kubwa lawama za mauaji yanayotuhumiwa kufanywa na vikosi vya usalama zinasikika kutoka makundi mbalimbali, tangu Umoja wa Mataifa, mashirika ya kutetea haki za binadamu hadi chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, ambacho kimedai idadi ya waliouawa wanaweza kufikia zaidi ya watu elfu moja. Rais Samia Suluhu Hassan ndiye kiongozi mkuu wa majeshi nchini Tanzania na bila shaka mwenyekiti wa chama tawala kinachoiongoza nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 50. Chini ya uongozi wake kabla ya uchaguzi huu Kumetokea ukandamizaji mkubwa dhidi ya wapinzani wake wa kisiasa ambapo miongoni mwa ukandamizaji huo ni pamoja na kumzuia kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Lissu kushiriki uchaguzi kwa kufunguliwa mashtaka ya uhaini baada ya kutoa mwito wa kudai mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Hivi sasa wakati Rais Samia akiwa ndiye anayelengwa zaidi na hasira za Watanzania, wakosoaji wanasema hayuko peke yake, ana washirika na kwa kiasi kikubwa siyo yeye mwenye usemi mkubwa. Jakaya Mrisho Kikwete ndiye rais pekee wa zamani wa Tanzania aliyoko hai, bado ameendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za nchi hiyo tangu alipomaliza muda wake mwaka elfu mbili kumi na tano. Na yeye alikuwa chachu ya mageuzi ya uongozi alipofariki akiwa madarakani Rais John Pombe Magufuli mnamo mwaka elfu mbili ishirini na moja na kuingia Samia Suluhu Hassan. Watanzania wengi wanamuona Kikwete kama mtu aliyecheza nafasi kubwa nyuma ya pazia kuunga mkono kuingia kwa Samia, na wanamkosoa juu ya machafuko yaliyotokea. Bado hajasema chochote kujibu tuhuma za namna hiyo hadharani. Mwanasheria wa masuala ya haki za binadamu Tito Magoti amesema Kikwete pia anatazamwa kama mtu aliyesimamia maslahi ya kibiashara ya wageni, akihakikisha anaendeleza uthabiti wa kisiasa lakini yuko pia makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani na katibu mkuu wa CCM aliyemaliza muda wake. Yeye na Samia waliapishwa Jumatatu kuiongoza nchi. Nchimbi anatazamwa kama mtu mwenye mtazamo halisi wa CCM ambaye ana nafasi nzuri ya uwezekano wa kumrithi Samia muhula wake wa miaka mitano utakapomalizika. Yuko pia lakini mtoto wa kiume wa rais Samia ambaye anatajwa kwa hakika ndiye mshauri wake mkuu ambaye ni Abdul Halim Hafidh Ameir. Wakati huyo akiwa hashikilii nafasi yoyote rasmi katika serikali ya Samia, baadhi ya wakosoaji wanadai alikuwa mpanga mikakati mkubwa wa mpango huu kuwa andama wa kuwaandama waandamanaji hii ikiwa ni kwa mujibu wa William Fama, mtafiti wa masuala ya ushauri kuhusu Afrika. Humphrey Polepole, aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba na kiongozi mwandamizi wa zamani wa CCM, alipotezwa na hadi sasa haijulikani aliko tangu kuchukuliwa kutoka nyumbani kwake mwezi uliopita baada ya kumkosoa Rais Samia na kutuhumu kwamba Abdul alikuwa ndiye mkuu asiye rasmi wa idara ya ujasusi. Abdul hata hivyo hajawahi kujibu tuhuma hizo hadharani. Pia, aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda naye ni mmoja wa wanasiasa wanaotajwa kuwa na usemi ndani ya CCM. Kwa mujibu wa William Fama, mtafiti kutoka shirika linaloshughulikia masuala ya kutoa ushauri kuhusu Afrika lenye makao yake mjini London, Uingereza, anasema kuna uwezekano mkubwa kwamba Makonda akapewa nafasi ya juu ya uongozi katika serikali ijayo, na itakumbukwa